Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika kutokana na, na reform hizi zinazoendelea uh, kufanyika katika mashirika. Ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari eh, mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana lakini tulipokuwa tunafanya analysis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutizama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa, vipo vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni, gharama za uendeshaji, na hapo hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani, na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao ili kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu kwa kadri wanavyoweza ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, naomba nifikie mwisho kwa uh, heshima na taadhima kubwa. Uh, ni kuombe muda utakapowadia basi uridhie kutoa tuzo. Mheshimiwa Rais, tuzo hizi ni ishara ya kutambua juhudi zao na ni chachu ya kuhamasisha wengine kuendelea na kufanya kazi kwa bidii, ueledi na uajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Katika hili walioongoza ni TPA ambao mwaka huu wamechangia kiasi cha shilingi bilioni 181.5 bilioni, ikiwa ni ongezeko kutoka bilioni 153 na, na tunawapongezeni sasa kwa kuendesha miradi yenu kwa kutumia pesa yenu ya ndani. Bilioni 181.5 kutoka gawio la mwaka jana bilioni 153. Asante sana. Picha. Mheshimiwa Rais kwa namna ya kipekee tunaomba katika kundi hili tuzipe tuzo za taasisi tatu ambazo ndizo zilizoongoza na taasisi ya kwanza ni mamlaka ya usimamizi wa bandari ambao wamechangia bilioni 181 na hii imeongezeka kutoka bilioni 153 Mwenyekiti IGP mstaf Mangu pamoja na DG Mbosa naomba mje kwa ajili ya tuzo